Kukamilisha asilimia moja ili tuweze kukamilisha asilimia mia moja kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kwa hiyo niseme tu kwamba tupo tayari na tupo tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaivusha Simba kuelekea katika hatua ya nusu fainali. Kwanza kabisa, nino la kwanza ambayo nimewaambia kwamba hii hatua ambayo tupo ni hatua ambayo kila mtu ashaifanya, yaani tusijivunie hii hatua ambayo tupo nayo sasa hivi kwa hiyo jukumu la kubwa ambalo limewafanya leo hii wapo Simba ni kuhakikisha kwamba tunatoka katika hatua hii na tunaenda katika hatua inayofuata. Kwa hiyo kuhakikishia kwamba wachezaji uh, wangu ni waelewa na tupo tayari kwa ajili ya pambano, nakuhakikishia na kwamba kesho tunavuka. Swali zuri, sababu ukiangalia uh, mchezo tayari kushafika, kwa maana kwamba tuna siku moja tu ambayo ni kesho, kwa hiyo kama wachezaji, kila mchezaji yupo vizuri, na niseme tu kwamba kila mchezaji ana hamu ya kucheza mechi ya aina hii na ukizingatia kwamba tupo nyumbani mbele ya mashabiki wetu ya elfu sitini. Kwa hiyo ni ni, nikutoe hofu au ni watoe hofu wa Tanzania kwamba kila mchezaji yupo tayari kuhakikisha kwamba anapambania uh, team uh, ugumu upo na sisi kama wachezaji tunatambua jukumu ambalo lipo mbele yetu na ukizingatia kwamba hakuna na uh, kiangalia mashabiki, wanachama na kila mtu na kila Mtanzania ambaye anapenda mpira. Ma, matarajio yao ni kwamba kesho tunafanya vizuri. Lakini matarajio hayo yanabebwa na, na sisi wachezaji. Kwa hiyo niwahakikishia kwamba uh, na niwaombe wapenzi na na, na na, kila mtu ambaye anapenda mpira ajitokeze kwa wingi kesho kwa kuhakikisha kwamba kile ambacho wanakitarajia sisi kama wachezaji uh, tumejiandaa nacho vizuri na tutaenda kufanya vizuri kuhakikisha kwamba ile imani ambayo wao wanayo kwamba hii tunavuka na tunavuka kweli.